E, kwa, kwa kuhakika uhai ni neema katika neema za Allah Tabaraka wa Taala na namomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala atujaalie mwisho mwema katika uhai wetu. Naam, leo tulikuwa tunaingia katika mada yetu nyingine takriban na kama sikosi hii itakuwa ni mada ya kumi na nne katika mada ama kipa, kipengele cha kumi na nne katika vipengele vyetu, tulikuwa tunaelezea hijama kupitia falsafa ya hijama mbali, mbali lakini kwa, kwa kwanza na hatua ya moja mpaka hatua ya mwisho tutakapokuwa tumefikia, ili kumfanya kila mdau anayefuatilia kupitia chaneli yetu aweze kujifunza, aweze kufahamu kwa kina kuhusiana na tiba ya hijama, ili anapofanya maamuzi afanye maamuzi ambayo akiwa anafahamu anachokwenda kufanya ni nini, faida yake nayo ni ipi. Leo tutaangalia upande wa hadithi, tutaangalia upande wa hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambazo zimetaja hijama. Hapa sasa nakusudia kwa jamii yetu ya Kiislamu, yawezekana mwingine akadhani kwamba tiba ya hijama ni tiba ambayo imezushwa tu, ni mambo ya kiganga ganga tu, ni mambo ya kishirikina, ni mambo ambayo hana hayana tija yoyote. Ukweli ni kwamba tiba hii ina asili ya sunna ya hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moja wapo ya hadithi inayobainisha wazi umuhimu wa tiba hijama ni ile iliyopokelewa na Imam Bukhari. Hadithi iliyopokelewa na Imam Bukhari radhiyallahu anhu qala qal, amesema qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna amthala ma tadawaitum bihi al-hijama Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, kwamba hakika tiba bora mnazotumia ni hijama. Hii ni hadithi ambayo inapatikana katika kitabu cha Sahih Bukhari, hadithi nambari 5696 uh, lakini pia hadithi hii inapatikana katika kitabu cha Sahih Muslim, hadithi nambari 2205. Hiyo ni hadithi ya kwanza ambayo inaonyesha ushahidi wa wazi kwa tiba ya hijama sio tiba ya kuzua wala si katika tiba za uzushi, bali ni tiba ambayo ina asili ndani ya Uislamu. Na Muislamu akifanya hijama anapata thawabu kwa sababu anatekeleza sunna ya Mtume Muhammad SAW, na au anapofanya hijama basi anapata faida pia za kiafya kwa sababu anakwenda kuondoa sumu, takataka na, na bakteria na fangasi katika mwili wake ili kuweza kurejesha afya yake nzuri, na hadithi nyingine Ee, ambaye inasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ashifau fi thalatha, kwamba uponyaji upo katika maeneo matatu, ama tiba inapatikana katika maeneo matatu. Kwanza e, shartati mihjam kwa maana mikato e, au chale zinazotokana na hijama, wa shurubati, au shurbati asal au kunywa asali, au kayati kaya kaya binar, au kwa kupiga msumari wa moto wa anha wa ummati anlkayi, na nimewakataza ummati wangu kutokana na kupiga msumari wa moto. Hadithi hii inapatikana katika kitabu cha Sahih Bukhari, hadithi nambari elfu tano na mia sita themanini na moja. Kuonyesha maana yake kwamba ni nini, hadithi hii inabainisha kwamba Mtume swalla alayhi wasallam ametaja uponyaji wa maradhi ama utiba wa maradhi inapatikana katika sehemu tatu. Kwanza ni kupiga chale kwa hijama, kwa maana kufanya tendo la hijama kunapatikana uponyaji wa maradhi. Sharuba, au sharubat asali au kunywa asali, kwa maana asali na yenyewe pia ni katika tiba kubwa sana katika afya ya mwanadamu. Au kaiyati binari au kupiga msubali wa moto. Lakini tiba hii ya msumari wa moto Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza, ambapo tiba ya msumari wa moto ndio leo tunasema ile tiba mionzi ambayo inawafanywa watu wenye kansa. Tiba hii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekataza, na amekataza kwa sababu hijama ina faida nyingi kuliko madhara, lakini kupiga msumari wa moto madhara yake ni makubwa kuliko faida, kwa kama vile watu wanaofanya mionzi, utakuta mtu anapiga mionzi anadhofika zaidi kinga yake na shuka zaidi na anapata homa za hapa na pale, na pale upeke, na hatimaye wengine mpaka upekea kupelekea kufariki, na ndiyo maana tiba hii amekataza mtume mtmesalam kwa sababu madhara na manufaa, ni kweli, ina maana namna fulani inanufaisha, lakini manufaa yake yamemezwa na hasara ambazo zinapatikana katika tiba hii ya moto, kwa maana ikiwemo hii ya tiba ya kisasa ya mionzi.

kwamba hakuna ugonjwa wowote ambao umeteremsha Mwenyezi Mungu mtukufu aliyetukuka, ila wajaala lahu shifaan filhijama, isipokuwa ameweka Allah tabaraka wataala ndani ya huo ugonjwa tiba ya hijama. Hii ni kuonyesha kwamba mtu maradhi yoyote anayosumbuliwa nao katika mwili wake, basi kupitia tiba ya hijama a mtume Muhammad sallam, maradhi hayo yanaweza kupona. Kwa nini maradhi yanaweza kupona? Kwa sababu damu ndiyo msingi wa maradhi. Damu ndiyo inayobeba maradhi, damu ndiyo inayobeba fangasi, damu ndiyo inayobeba virusi, damu ndiyo inayobeba bakteria, damu ndiyo inayobeba kila aina ya takataka, ikiwemo sumu za uchawi na hata mashaitani wabaya wanaishi ndani ya damu chafu. Kwao mtume anasema mamin dain hakuna ugonjwa, anzalallahu ta'ala, ameuteremisha Mwenyezi Mungu mtukufu aliyetukuka, illa, isipokuwa ugonjwa huo, waja'ala lahu shifaan fil hijama, na ameweka ndani ya hiyo tiba ndani uh, ya huo ugonjwa uponyaji kupitia tiba ya hijama. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hadithi hii inaonyesha kwa wazi kwamba alitumia hijama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutibu maumivu ya kichwa eh, kuondoa sumu, lakini uchovu na hata athari za kichawi. Haya yote aliyafanya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijama leo. Ingawa matumizi ya hijama yalipungua katika karne ishirini, kutoka, kutokana, na ya ishirini kutokana na maendeleo ya dawa za kisasa zenye kemikali hivi sasa, kuna ongezeko kubwa la matumizi ya hijama katika duniani kote, hasa miongoni mwa Waislamu na wapenzi wa tiba mbadala. Kwa hiyo tiba hii iliachwa kama ilitelekezwa kwa miaka mingi, lakini sasa hivi tunakoelekea, hii tiba inaamka na hata nchi kama za Ulaya, Asia E, nchi za Afrika wanafanya sana tiba ya hijama. Bahati mbaya tu tulio nayo, watu wengi hawasomi hii fani ili wakaifahamu, badala yake wanaifanya kenye nyenyeji bila kuwa na ujuzi wa kutosha. Hapa ndipo tunapotoa wito kwamba watu waje wasome fani hii ama watafute sehemu sahihi za kwenda kujifunza hii fani, ili mtu afanye akiwa na elimu nayo nzuri, ili asilete madhara katika jamii, badala yake alete manufaa lakini pia nchi kama Saudi Arabia zimeanza kuingiza hijama katika mfumo rasmi wa afya. Kwa maana kupitia tiba hijama, ya hijama nchi ya Saudi Arabia tayari wameingiza kupitia mfumo rasmi wa wizara ya afya, na kwa maana hiyo tayari watu wanasoma na inakwenda kufanya kazi moja kwa moja katika hospitali za serikali ya Saudi Arabia. Kwao tunaamini hata kwetu Tanzania na nchi zingine za Afrika kadri watakavyoendelea kushawishika serikali na tiba hii, ubora wake, na kadri watu watakavyoendelea kuelimika na hii tiba na kuvutika na kuifanyia kazi na kuona matokeo yake tunaamini itafika mahala serikali na hata mitaala ya elimu itaingiza moja kwa moja katika mitaala ya afya, kuhakikisha kwamba fani hii inakwenda kufundishwa katika vyuo na katika ngazi mbalimbali, ili kwamba hatimaye baadaye tupate wataalamu waliofanya waliosoma hii fani na kuweza kuja kuifanya kwa ufanisi na kuleta matokeo mazuri katika jamii. Kwa hiyo kupitia tiba hijama pia ina ushahidi katika hadithi, kwa maana kuonyesha tiba hii sio so, so, so, so, bida, sio uzushi, lakini pia kuonyesha tiba hii haikuanzia kwangu mimi Kamna au kuanzia kwa mtu mwingine yote, bali tiba hii imetoka kwa Allah tabaraka wa taala, kama vile ambavyo katika safari ya Isra wal Mi'raj ya Mtume aliohimizwa na malaika kwenye kufanya tiba ya hijama. Kwa kufikia hapa, sina la ziada kwa leo, na watakia kila la heri na wakaribisheni sana katika kliniki yetu ya Kamna Hijama Clinic Centre kwa ajili ya kupata huduma za matibabu, lakini pia kupata mafunzo ya, ya hijama ili kuweza kupata wataalamu wengi zaidi watakopata wa fursa ya kuisaidia jamii, lakini pia na fursa ya kiuchumi kwa ajili ya kupata kipato cha halali.